Tayari maji yameanza kujitenga na mafuta hapo, hajasomewa kisomo eh? Hajasomewa dua wala albadili, kaanza kuongea ukweli. Esraini ya Ndaro ni hii hapa, hii ni esraini ya Ndaro ambao anaisema yeye ndo kwamba gari ya kifahari <laughs> mi niko nayo kwa sababu hii ndo inafanana na ya Ndaro sawa. Nauza milioni arobaini na nane na laki nane, sindo yenye esraini au sio? Ambao anaisema yee mara ya kwanza alisema hizi gari ni milioni ishirini na tisa si unanielewa? Milioni ishirini na tisa sasa hivi ameposti ti milioni arobaini na nane wakati mimi nilisema zinaanzia milioni hamsini akasema ni milioni ishirini na tisa sasa hivi kaposti ni kama kapunguza milioni mbili ili atengeneze tu, milioni ka tuambie kama gapu ya kwamba eti ni bei rahisi muda sio mrefu tunatoa masaa sita atueleze milioni b milioni 29 zilikuwa ni gari, gani mi nauza milioni arobaini na nane na kinane. Uhalisia ni kwamba ni haudi gani? kama ni za wizi useme. Kama ni za wizi useme. Kwa sababu mini ipote na sababu kuanzia milioni hamsini kuendelea, akabisha, kasema ni milioni ishirini na ngapi? Na tisa. Sasa hivi kaje, nime mgusa tu kidogo, akatetereka tayari. Karudi, anasema ni milioni arobaini na nane kapanda kutoka ishirini na tisa hadi arobaini na nane Wewe, nigepu kubwa kapanda karibia milioni ngapi? karibia milioni kumi na tisa Kapanda juu karibia milioni kumi na tisa Jamani, hasa nasemaje? Natoa masaa sita, ataongea ukweli hapo. Hajapigwa haitakii <laughs> kuwa hivyo, hii milioni arobaini na nane laki nane hapo hajaguswa hata kwenzi. Tukimgusa yule atasema kila kitu. Hizi gari zinauzwa shingapi? Wee unajua Audi Q5 elfu mbili kumi na tano S line uniambia ni chini ya milioni hamsini? Nonsense. Sasa hivi kafika milioni arobaini na nane atapanda tu taratibu. Maji na mafuta imeanza kujitenga, kama alivyosema Doto Magali, bahari haikai na uchafu. Haitakii <laughs> kuwa hivyo, hii milioni arobaini na nane laki nane